uh, umekuwa ni mfululizo wa maandamano ndani ya nchi ya Iran. Maandamano ambayo kwa hakika yamekuwa yakifungamanishwa ya na ghasia kutoka katika uh, kama inavyoripotiwa kutoka katika miji mbalimbali ndani ya nchi ndani ya nchi ya Iran. Maandamano ambayo uh, bado yanaakisi uh, malalamiko kuhusiana na hali ya uchumi. Pamoja na kwamba hali ya uchumi ya nchi ya Iran ni hali ambayo uh, inachangiwa na presha za nje na hata kama kuna mismanagement au usimamizi mbaya wa ndani, lakini vile vile linachangizwa zaidi na madhara au vikwazo kutoka katika nchi kama ya Marekani na movement ambayo ilifanywa katika kipindi uh, cha mwaka jana na nchi takribani tatu ambazo miongoni mwa nchi kubwa katika bara la Ulaya maanake nchi kama Uingereza, nchi ya Ujerumani na nchi ya Ufaransa waliposhinikiza kuelekea katika kura uh, ya snapback kura ambayo by the way ilitoa fursa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa kuweza kurudishwa katika, katika nchi ya Iran lakini uh, movement kwa kandi inavyozidi kwenda inatupa taswira nyingine ya kutoka katika madai ya kawaida ya kuhusiana na hali mbaya ya uchumi na kuanguka kwa e, pesa ya nchi ya Iran na kuelekea katika mpango mwingine. Maanake kinachoonekana sasa hivi uh, katika yale yanayoendelea katika nchi Iran ni mpango, maanake ni, ni, kana kwamba wale waandamanaji wamechanganyika na watu ambao wanatekelea sehemu ya script au sehemu ya mpangilio maalum kutoka katika nchi kama za Marekani na nchi kama ya, ya, ya, ya Israel, kama vile ilivyokuwa inazungumzwa siku ya leo na Ali Khamenei, uh, ule kiongozi mkuu wa kidini katika nchi ya Iran. uh, cha kwanza kabisa tunaona kwamba hali ya, ya, ya nchi ya Iran inavyoelekea maana yake inaelekea katika steji kana kwamba vile uh, ni movement ya kutaka kuiondoa sa serikali serikali madarakani. Kwanza kabisa uh, kwa siku ya jana maandamano yalikuwa ni makali zaidi, na uh, madhara yamekuwa ni mengi zaidi kwa sababu ya maelekezo ambayo yalikuwa kizungumzwa na Reza Shah Pahlavi Reza Shah Pahlavi. Maanake ni mtoto wa aliyekuwa mfalme katika nchi ya Iran kabla ya mapinduzi ya mwaka 1979 ambayo yalipelekea kuingia kwa mfumo huu wa utawala wa kidini ndani ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo moja katika maelekezo ambayo yalikuwa yamezungumzwa siku za nyuma na Reza Shah Pahlavi ilikuwa ni ku Uh, sindikiza watu kwamba tarehe tisa ni tarehe muhimu. Kwa hiyo watu wanatakiwa watoke nchi nzima waweze kuandamana, na ndio maana katika wale waandamanaji walikuwa wakiandamana, kuna sehemu walikuwa wakirudisha ile bendera ya zamani kipindi cha utawala wa kifalme ndani ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna uh, kundi la watu ambao wenyewe wanafanya harakati kwa kutumia mlango huu huu kufanya harakati ya kuhitaji kwamba serikali ya Iran iweze kuondoka, pamoja kwa na kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo inakabiliwa na matatizo mengi kiujumla, na namna na gani uh, inaweza kukabiliana na haya matatizo hususan matatizo ya kiusalama ni jambo ambalo bado tunajaribu kulitazama kwa makini, kwa kuzingatia kwamba katika mipaka yake kuna sehemu takriban tano ambazo zote zinaonekana kwamba zinaleta presha ndani ya nchi ya Iran. Na hata kuna baadhi ya uh, silaha ambazo zinaonekana zipo kwa waandamanaji, asili yake maanake, ni silaha ambazo huwa zinaingia katika mipaka ya nchi ya Iran. Kwa mfano, ukienda katika jimbo kama la uh, Azerbaijan province kule upande wa kaskazini katika mipaka ya nchi ya Iran na nchi ya Azerbaijan, manake kuna kundi la jamii ya Waturuki wa, wa Irani lakini wenye jamii kama ya Kituruki ambao wa wao msimamo wao hasa ni kujitenga. Ni kujitenga na, na nje ya Iran na ikibidi kuungana na sehemu kama za Azerbaijan. Hilo ni kundi la kwanza. Lakini vile vile kuna kundi la pili ambao linapatikana katika upande wa Kurdistan ambao ni jamii ya Kurdi ambao mara nyingi huwa wanatoka kutoka katika upande wa Iraq katika eneo la Kurdistan na kuingia katika sehemu, katika sehemu ya Irani au jamii ya, ya PKK, kundi lile la PKK lilikuwa limekubali kuwacha mapambano kule katika nchi ya Uturuki uh, na baadhi yao ambao walikuwa hawajambugana na, na na movement hiyo ya kukubali kuacha mapambano ya kukusudia kujitenga na nchi ya Uturuki, wengi inaonekana wameelekea katika nchi ya Iran, na ndio maana uh, katika hizi siku za karibuni tumekuwa kuna coordination kubwa na baina ya nchi ya Iran na nchi ya Uturuki kwenye kutoa baadhi ya mawasiliano na mienendo ya baadhi ya wanachama wa PKK ambao walitoka kule Uturuki na wakaelekea katika mji wa Kurdistan katika nchi ya Iran. Lakini pia ukishuka wa chini kidogo katika upande huo wa magharibi katika jimbo la Khuzestan uh, kuna jamii ya warahu aktual actually ambao wanapakana kidogo wako upande wa Iraki na wapo wako katika upande wa Iran ambao wanajulikana wa kama kam Ahwazul Arab ambao wao vilevile target yao kubwa ni kujitenga na amekuwa akisapotiwa na nchi kama za Saudi Arabia, United Arab Emirates na baadhi ya nchi za Magharibi kwa sababu so baadhi ya viongozi wake wanapatikana pia katika nchi za Ulaya. Hii ni loophole nyingine ambayo nalo ni sehemu ya tatizo katika, katika usalama wa nchi ya Iran katika mipaka yake. Lakini vilevile ukienda katika upande wa kusini katika jimbo la Baluchistan ukizingatia kwamba kuna sehemu ya Baluchistan ya Pakistan kule kusini, lakini vivyo kuna sehemu ya Baluchistan ya nchi ya, ya, ya, ya Iran, kuna jamii ya wa uh, Iran ambao actually ni, wane, ni kutoka katika kabila kama za, la wa Baluchi ambao wanapatikana kule pia upande wa Pakistan ambao jeshi lao wanajiita eh, jeshi la adhli ambao na wenyewe pia mrengo wao ni mrengo wa kukusudia kuweza kuweza kujitenga, na wenyewe pia wamekuwa wakifanya movement na wamekuwa wakiua baadhi ya askari katika, katika jeshi la, la, la, la, la nchi ya Iran. Lakini vilevile katika upande wa uh, Afghanistan ambao ni, actually kama ni upande wa mashariki mwa uh, nchi ya Iran kuna jeshi lingine la linaitwa ISIS Khurasan ambao actually, ni kundi ambalo lilijitenga na na, na, na, na na kundi la Taliban kwenye mwaka elfu mbili na kumi na tano. Wamekuwa wakifanya vivyo baadhi ya movement kuelekea katika nchi ya Iran. Kwa hiyo ukaona kwamba uh, Irani katika pale zote, maanake ina mipaka yake zime imezingirwa na baadhi ya vikundi ambavyo vimekuwa vikitumika na adui wa nchi ya Iran. Ukiachilia mbali movement ambazo zimekuwa zinafanyika ndani hasa katika kipindi kama hiki ambacho inaonekana kwamba maandamano yamekuwa ni makali na madhara au uh, shida imekuwa imekuwa kubwa zaidi. Sasa tunajaribu kutazama maandamano haya na tunasema kwamba uh, probably hichi kinachoendelea ni, ni, ni sehemu ya calculation ukiangalia kwanza, asili ya, ya ya tatizo hili, ni tatizo ambalo limetengenezwa. Maanake sio tatizo ambalo limetokea naturally, tatizo ambalo limetengenezwa lime baada ya uh, Ufaransa, Uingereza na, na, na, na, na Ujerumani kuleta pendekezo la kuletwa kura ya yes, snapback, kura ambayo Urusi China waliona kwamba haiko sawa, kwa sababu kuna steps nyingi sana ambazo zilikuwa zimerukwa kwenye kufikia kuifanya hiyo kura, lakini jambo lingine kuonyesha kwamba hii ni kitu ambacho kimekuwa well calculated, maanake kimetengenezwa vizuri. Uh, kura ya snapback ambayo leo imefikisha Iran hapa ilipo ni kura ambayo ilipendekezwa immediately, yani ilipendekezwa mara moja baada ya, ya kuisha kwa vita ya siku kumi na mbili ilipoonekana kwamba movement ambayo Israel walikuwa wameifanya dhidi ya nchi ya Iran haikuweza kufanikiwa uh, kwenye mwezi Juni takriban mwaka 2025 hapo ndipo uh, hizi nchi tatu zilipotoa pendekezo la kuelekea katika kura ya yes, Snapback kwa lengo la kupima uh, mwenendo wa nchi ya, ya, Iran katika swala la, la urutubishaji wa, wa, wa nuclear na mwisho wa siku ni kwamba uh, kura zilipopigwa kwa ikaonekana kwamba vikwazo vilikomrudishwe kwa ndani ya nchi ya Iran, kwa sababu Iran imekuwa haiendi sawa sawa na makubaliano ambayo yalikuwa yanaruhusu kuweza kufanya urutubishaji wa asilimia kama 3.67. Kwa hivyo uh, utaangalia kwamba iliposhindikana mission ya ya, ya Israel ikaenda katika mission inayofuatia ya Snapback. Tulipofika katika mission ya Snapback e, matokeo yake ni kama haya, uchumi umekuwa unazorota zorota, maana yake imekwenda katika third stage, katika stage st st st ya tatu, ambayo wananchi wamekuwa wakifanya maandamano na maandamano haya yamekuwa yakichanganyika na watu ambao wamekuwa wakifanya vurugu na wakikusudia serikali iliyoko iweze kutoka madarakani, na stage inayofuatia inawezekana ikawa ni stage ya mashambulizi stage inaofuatia inawezekana ikawa ni stage ya Iran kushambuliwa, na hii inatokana na baadhi ya mienendo ambayo inaonekana ya baadhi ya wanadiplomasia kufanya movement ambazo hazijawa well defined, ambazo hazitafsiriki vizuri. Kuna baadhi ya taarifa zikionyesha kwamba uh, wanadiplomasia kama wa nchi ya Urusi walioko katika nchi ya Israeli wamefanya movement ya kuweza kuondoka, na hii inaashiria kwamba uh, inawezekana kwamba kuna kitu kikubwa kinakuja mbele na ndio maana kuna baadhi ya movement za baadhi ya wanadiplomasia wanaonekana kwamba wakitoka sehemu moja kuelekea katika, katika, katika sehemu nyingine. Kwa hiyo uh, inaonekana kwamba uh, jeshi la, la, la, la, la nchi ya Iran au idara za usalama za nchi ya Iran zimejaribu kutoa alert kwanza kwa familia kwamba nchi hiyo, nchi nzima, watu wametumiwa message kwamba kila familia hakikisha kwamba ina ina wadhibiti vijana wao kuingia katika makundi ya vurugu, lakini vilevile imetoa last warning kwamba hatua inayofuata sa sasa hivi kwa kila anayefanya vurugu, maanake itakuwa ni hatua kali zaidi. Hii ikiashiria kwamba kuna uwezekano vifo vikatokea vingi sana, jambo ambalo inawezekana pia likaamsha likaamsha hisia nyingine. Kwa hiyo By the way, tatizo uh, lingine ambayo tunaliona ni ile ambayo tumekuwa tukikariri mara kwa mara. Kuna tatizo kubwa la age difference ndani ya nchi ya Iran. Yaani utofauti wa umri uh, baina ya kundi moja na kundi lingine ni kubwa sana, ukizingatia kwamba asilimia takriban 60 ya raia wa nchi ya Iran uh, maanake ni vijana ambao wako chini ya miaka takriban 30 au 35 chini ya hapo. Kwa ina maana vijana ni wengi sana, vijana ambao wanahitaji uh, mabadiliko wanahitaji mapinduzi ya, ya, ya, ya, ya uchumi na mpano wake, na ni kundi ambalo lina hatari kubwa, kwa sababu ni kundi jepesi kuweza kupokea fikra kutoka katika katika upande wote bila kujali madhara ya fikra hii. Ndio maana inawezekana kwamba uh, ikaonekana kama movement imekuwa inapata ina, ina, ina nguvu kila muda unaozidi kwenda, kwa sababu ya vijana hii wengi sana ndani ndani ya nchi ya Iran, lakini jambo lingine ambalo linaonekana wazi kabisa kupitia uh, movement hii au maandamano haya ambayo yamekuwa yakiendelea uh, ni kuonyesha utofauti wa ideology. Yaani, ndani ya nchi ya Iran uh, ni nchi ambayo imeonyesha utofauti mkubwa wa wa upande wa fikra. Cha kwanza kabisa ukiangalia uh, vikundi ambavyo nimevitaja kuanzia katika upande wa uh, kule Azerbaijan province kwenda katika sehemu za, za, za Kurdistan kuja katika sehemu za Khuzestan kwenda katika sehemu za, uh, za Baluchi kwenda katika upande wa pembezoni katika upande wa Afghanistan wa, wa, maanake vikundi vyote kwanza ni vikundi ambavyo vina ideology tofauti, lakini the main ideology au ideology kubwa ni ideology ya kujitenga. Hiyo ni ideology ya kwanza, lakini ideology ya pili ni wale ambao wapo ndani ya nchi ya Iran wenyewe, raia wale wa kawaida. Maanake kuna raia ambao wanakusudia uh, utaratibu huu wa kiutawala ubaki kama kama ulivyo, lakini yafanyike maboresho katika hali ya uchumi. Hiyo ya kwanza, lakini vilevile kuna jamii ya watu ambao wanaona kwamba uh, serikali iliyoko madarakani inatakiwa iondoke. Ndiyo itapatikana solution ya ya hali ya uchumi. Sasa hiyo iondoke anakuja nani? Hilo ni jambo la kujadili kwa maana inatakiwa ai. Lakini kuna kundi la tatu ambalo lenyewe ninaona kwamba serikali iliyoko madarakani inatakiwa iondoke na mfumo wake unatakiwa uondoke, uje mfumo ule ambao ulikuwepo kabla ya mwaka, kabla ya mwaka 78. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jamii ambayo imekusanya ideology tofauti tofauti. Na ndiyo maana unaweza kuona kwamba kuna shifting of ideology, yani zile fikra zimekuwa zinahama kadri muda unavyozidi kwenda Fikra ya kwanza, uchumi sio mzuri, tunaandamana kwa sababu ya kuona uchumi hauko sawa. Fikra ya pili ni fikra ya kwamba ah, hii serikali iliyoko madarakani ndio iondoke, na ndio maana tunashambulia ah, watu wa, wa, wa, usalama na baadhi ya ofisi za serikali. Ideology ya tatu ni kwamba ah, serikali yote kiujumla itakayoondoke na ije ah, serikali iliyokuwepo kabla ya mwaka mwaka mwaka 78 kwa maana ya kwamba mtoto aliyekuwa mfalme kwa kipindi hicho ndiye anayetakiwa aje atawale sasa hivi katika katika nchi ya Iran, pasi na kuzingatia kwamba nchi manake ina sehemu ya mihimili. Ukiangalia kama katika nchi ya Iran, manake kuna sehemu ya ya kiongozi mkuu Ali Khamenei, kuna sehemu ya department ambayo inafanya inafanya kama uh, usaidizi kwake na hii maana yake alijaribu kuiunda katika vita ya siku 12 kwa kuhofia kwamba isije akatokea yeye amefariki, alafu nchi ikae imebaki imebaki idol. Kwa hiyo kuna department chini inaongozwa na kina Ali la, la, la, Larijani lakini vile vile uh, kuna sehemu ya bunge, kuna sehemu ya IRGC, ile sehemu ya ya ya, ya, ya jeshi na kuna department zingine, kuna department nyingi. Sasa unaweza kujiuliza kwamba uh, tunaweza au inawezekana wenyewe kwa wanahitaji kwamba Uh, aliyokuwa mfalme aliyokuwa mtoto wa mfalme eh, Reza Shah Pahlavi aweze kurudi na aweze kutawala, lakini unajiuliza ni muundo gani wa utawala unaweza ukawepo kwa kurudi kwa kurudi mtu mmoja. Kwa hiyo unaweza kuona kwa mtoto kwamba uto, una utofauti mkubwa sana wa fikra katika jamii ya Wairani, jambo ambalo inawezekana kwa kadri mule unavyozidi kwenda linaezekana likawa lina madhara makubwa kwamba ikafikia katika hatua serikali ikawa imeelemewa. Kwa sasa hivi bado inaonekana bado ina, ina, ina uwezo wa kupambana na baadhi ya matukio, na kuzingatia kwamba wananchi wa Iran sio wote wanaokubaliana na hiyo movement ya vurugu inayoendelea na baadhi ya, ya maandamano, lakini uh, unaweza ukaona kwamba kadri siku navozidi kwenda hizi ideolojia na baadhi ya fikra zimekuwa zikiendelea kupata nguvu kwa upande mmoja au mwingine, kutokea katika mipaka ya nchi ya Iran, lakini ni vile vile mpaka ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado tunajaribu kulitazama kwa umakini mkubwa sana, na hasa umakini wetu unaongezeka zaidi kwa ku, piga hesabu inayofata baada ya matukio haya kwa kutokea katika hatua ya vita ya siku kumi na mbili kwenda katika hatua ya ya ya ya kura ya snapback, na kisha kwenda katika hatua ya kuendeleza maandamano ambayo yanakwenda zaidi ya siku kumi uh, na mbili kwa hivi leo na kisha hatua inayofuatia baada ya maanda, maanda, maandamano itakuwa ni hatua gani? Hili ndio jambo la msingi zaidi la kuweza kulitazama, na tunataraji kwamba huenda katika siku kadhaa zinazokuja tukafata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee ya kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe like, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mwendo mwema.